Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka jana tarehe ishirini na sita mwezi wa sita wakati Mheshimiwa Naibu Waziri anajibu swali alisema kwamba kufikia mwezi Disemba mwaka 2024 mradi huu utakuwa umekamilika. Leo tena anajibu swali anasema hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu mradi utakuwa umekamilika. Sasa je, tuchukue majibu gani ya serikali ili tuweze kuwapelekea wananchi? La pili, Mheshimiwa Naibu Spika, sasa hivi anasema tumefika asilimia sabini na nane. Kwa hiyo zimebakia kama asilimia ishirini na mbili. Kama kwa miaka isiyopungua mitatu wameweza kutekeleza kwa asilimia sabini na nane je, ana uhakika gani kwamba kwa kwa muda uliobaki wa mwezi mmoja na anaweza akamaliza asilimia ishirini na mbili? Na kama haijatekelezeka, je, yuko tayari kujiuzuru? Mheshimiwa Gambo, mbona na maswali majibu ma, ma, ma, maneno magumu. <laughs> Mheshimiwa waziri auendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na namshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge mahiri kabisa wa Arusha, na kazi anayoifanya ya kuwatetea wananchi wake, na sisi serikali tunaendelea kushirikiana naye kuhakikisha kwamba tunaendelea kutatua changamoto za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, maendeleo ni hatua kwa hatua, na hatua hizo zinategemea na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa mbunge anatambua hata katika jimbo lake kila jambo amelipanga kwa wakati na kulingana na fedha zinavyopatikana. Na serikali inaendelea kuhakikisha kwamba inachukua hatua stahiki kila inapopata fedha ili mradi tu wananchi ambao wanahitaji kupatiwa maji au kuondoshewa maji taka kazi hiyo hiyo imekamilika. Mheshimiwa mbunge ni kutoa wasiwasi. Majibu ya serikali ni kwamba mradi huu utakamilika kwa sababu tunatambua kipindi cha hapo mwanzoni kulikuwa na changamoto na mkandarasi, lakini tatizo ta, hilo tumeshalimaliza, tumeshaka na mkandarasi, tumeshaelekezana, na ndio maana mradi huu ulikuwa asilimia hamsini na kitu, sasa huko asilimia sabini na nane. Tunauhakika kabisa kwamba mpaka itakapofika muda wa mkataba wake mradi huu unatakiwa umekamilika, na isipokuwa uh, na kama mradi utakuwa haujakamilika basi, itabidi mkandarasi tumchukue hatua, tumchukue hatua stahiki kulingana na, na, na makubaliano katika mkataba. Asante mheshimiwa Naibu Spika.